Tuambia chochote kuhusu leo. Naam, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na mahujaji wa Jamarati, kama mnavyotuona kwa siku ya leo, alhamdulillah, tumekamilisha ibada yetu hapa katika viwanja vya Arafa na tayari tunaelekea katika viwanja vya Muzdalifa. Tukiwa tuko salama, mahujaji wangu wote wako salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tuna imani kabisa kwamba Allah ametusamehe madhambi yetu siku ya leo Amin. Na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuzichunga hija zetu Amin ya Rabbi. Mashaallah, hongera sana Shukriza. Na Mwenyezi Mungu atakabali ibada zenu, hajjun mabrurun wa dhambun maghfurun. Siku hii muhimu ulikumbuka taifa? Wallahi nimekumbuka taifa nimeiombea nchi yangu na nimemwombea rais wangu mama Samia Suluhu Hassan na nimeombea viongozi wote wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa mujibu wa maelezo mm. yako ku, nafahamu kuwa unakusudia mama mitano tena au nimekosea? Naam, hiyo ni uhakika kabisa. Ni kiongozi wa taasisi ya Jamarat Bibi au Princess Mayasa hafidhaha Allahu